Tuko hapa katika ibada ya kumbukizi ya ndugu yetu au uh, ndugu zetu Balozi Wilson Tibaijuka na mama yake Mama Maria Tibaijuka. Balozi Tibaijuka amefariki miaka 25 iliyopita na mama yake amefariki miaka hamsini iliyopita. Kwa hiyo hii ni ibada ya kumbukizi uh, ya kuwakumbuka na kuwaombea. Mimi, Balozi Tibaijuka alikuwa kaka yangu, kaka yangu ambaye pia alikuwa rafiki yangu sana. E, alikuwa ananizidi miaka kadhaa kama kumi na nne kumi na tano hivi. kwa alikuwa kaka mwema sana, licha ya undugu na urafiki, alikuwa kaka mwema sana. Alikuwa mpenda watu, alikuwa mtu mwaminifu sana, mchapakazi na hata mimi kwa mfano, nikitoa mfano wangu, mimi mwenyewe alinifundisha sana kuchapa kazi, kwamba hakuna siri ya mafanikio kwenye maisha bila kuchapa kazi. Kwa hiyo alikuwa atwasa, wakati huo yuko chuo kikubwa anasoma, mimi ndio niko shule ya msingi chini kabisa huko. Kila kila likizo anatuita, anatuambia bwana, msome kwa bidii, msome kwa bidii, mpaka anakuja kufikia ngazi ya juu kabisa serikalini ya ubalozi. Alikuwa ni mchapakazi mzuri sana, na pale nyumbani alikuwa anatuhimiza sana tupende watu, tuwe raia wema wa nchi yetu, tuwe waaminifu. Tunamkumbuka kwa mengi sana ambaye alitufundisha e. Sasa leo ni kumbukizi ya maisha yake e, ambaye ya alifariki mwaka elfu mbili akiwa na ngazi ya ubalozi, lakini makubwa mengi sana ambaye alituachia na kutufundisha hayana kipimo, ni makubwa sana mengi sana. Sasa cha kuiga kikubwa, mimi na hata kwa mawazo yangu mimi na nikifuatisha alivyokuwa anatufundisha yeye, ni kama nilivyosema, kuchapa kazi sana kuchapa kazi sana e, bila kuchoka, bila kukata tamaa na uaminifu wa hali ya juu. Yeye alikuwa mtumishi wa serikali. Kwa hiyo alikuwa anasema ukitaka kufanikiwa serikalini, licha ya kuchapa kazi, uwe mwaminifu sana. Kwa hiyo ni waasi wote ambao wako kwenye makazi kazi za umma, kazi za binafsi, kazi za, za, za kuajiriwa kwenye mashirika binafsi au za umma, kazi yoyote ile, hata kama ni ya kwako, una duka lako, una shamba lako, usipokuwa mwaminifu na mwadilifu, huwezi kufanikiwa. Hilo ndilo jambo ambalo